Wakiamini kwamba na wao wangefaa kuingia mle. Mheshimiwa waziri tunakushukuru, ulikuwa msikivu, ukasema hapana, tushushe katika ngazi za halmashauri. Na tunapozungumza sasa, zaidi ya halmashauri ishirini kwa maana halmashauri ishirini na moja katika mikoa tisa zimekusha anzisha system za BBT. Lakini tunapozungumza sasa, halmashauri zimekusha ziko katika mazungumzo na wizara yetu kuhakikisha zinatenga maeneo ya maeneo, haya yanapatikana na wizara inaingia kuanzisha haya mashamba makubwa, ili kijana asilazimike katika halmashauri yake apate kufikiwa na neema hii. Na hii ndicho tunachosema kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan ameridhia kwamba vijana wajikomboe katika umaskini na wajiajili kupitia kilimo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye suala zima la visima, juzi tu hapa tumeona Mheshimiwa waziri ametutangazia kwamba kuna magari yameshakuja, magari kumi na mbili ya kuchimba visima. Visima zaidi ya elfu sitini na mbili vitachimbwa kwenye mashamba ya wakulima wadogo wadogo. Na wote tunajua kilimo hakihitaji mvua, kilimo kinahitaji maji na maji ndo haya waziri, leo kupitia visi, visima hivi tunakwenda kuondoa changamoto hii na wakulima watalima mwaka mzima. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, kwenye swala zima la BBT financing, kwenye hili kwa kweli tumshukuru sana Dr. Samia Sulu Hassan. Wakati anaingia alituahidi kwamba atahakikisha mikopo katika kilimo inapata, inapata riba ya single digit. Tunapozungumza sasa benki ya kilimo na benki za kibiashara zinatoa mikopo kwa wakulima kwa asilimia tisa. Lakini si hivyo tu, mheshimiwa waziri na wabunge wote hapa mtakuwa mashahidi mkulima alikuwa hakopesheki katika, katika benki za kibiashara lakini kupitia programu mbalimbali zinazoendelea mkulima sasa ameaminiwa na anakopesheka katika benki za kibiashara leo hii tunazungumzia program kupitia adjective, kuna, kuna mikopo inatoka kwa vijana kwa asilimia 4.5 tunachotakiwa kufanya ni kuchangamkia fursa hizi, lakini Dr. Samia Suluhu Hassan ametufungulia milango ya kuhakikisha vijana na wanawake wanawezeshwa. Lakini pia mheshimiwa mwenyekiti, kwa suala zima la bibiti ugani Mheshimiwa mwenyekiti, wameanza katika mazao ya korosho na pamba ambako vijana kwa kushirikiana na chuo cha SUA vijana ugani waliosoma wa elimu ya kilimo wanapelekwa kwenda kusaidia wakulima kwenye uzalishaji. Leo hii tunavyozungumzia katika zao la pamba peke yake vijana maafisa ugani zaidi ya mia saba thelathini wamepelekwa katika mikoa inayolima pamba. Na katika hili mheshimiwa mwenyekiti, samahani, dakika chache, nimpongeze sana mwenyekiti wa bodi ya pamba, kwa sababu vijana hawa kwa kazi waliofanya kwa msimu mmoja haijawahi kutokea katika historia ya nchi hii. Wakulima wa pamba mikoa inayolima pamba watatuambia hapa, ilikuwa ni kwa eka moja kilo hazizidi mia mbili miaka yote, lakini kwa mwaka huu, mheshimiwa mwenyekiti, wakulima wamevuna kuanzia ekari, kuanzia kilo elfu moja elfu moja mia tano na kuna wengine wanazungumzia elfu mbili kwa ekari moja ya pamba kupitia vijana hawa. Lakini pia vivyo hivyo kwenye korosho, tunategemea kwamba kupitia programu hii vijana hawa waende katika, katika mazao yote ili tuweze kukuza uzalishaji, na tunapozungumzia swala la kulisha Afrika na kulisha dunia, hiki ndicho tunachozungumzia. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nishauri mambo ya machache. Mheshimiwa Mwenyekiti, samani kwa mheshimiwa, muda wako ulishaisha, tunawachangiaje wengi? Asante sana mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo naunga mkono. Asante.